Masau Bwire, kwema, namshukuru Mungu, sijambo. Nimefurahi kukuona kitambo. E, ndo hivyo nyewe, watu wakubwa sisi wadogo, upatikanaji wenu ni mgumu mm. Sisi watu wakubwa toka lini? Masau Bwire, mimi na wewe mbona ni mbingu na ardhi ah. E, inawezekana tu, pengine hujijui, lakini ndo hivyo <laughs> e, nyiwe wakubwa bwana. Asante sana, nimefurahi kukuona muda mrefu hatujaonana, hatujazungumza. Tunaona JKT Tanzania inafanya vizuri, lakini JKT Queens mko moto kwelikweli. Ya, ni kweli ee, JKT Tanzania tunahitaji tufanye vyema kama wanavyofanya JKT Queens. Mafanikio, maendeleo na matokeo makubwa yawe kwa timu zetu zote hizi mbili, kwa maana ya JKT Tanzania kwa wanaume na JKT Queens kwa wanawake. Na kama unavyofahamu JKT Queens wamekuwa mabingwa wa mashindano ya Sekafa ambayo yamemalizika siku za karibuni pale Nairobi, nchini Kenya na ubingwa huo ukatupatia nafasi ya kushiriki mashindano ya ligi ya mabingwa wanawake Afrika, eh, kwa maana ya CAF Women Champion League, Tournament 2025 yaliyopangwa kufanyika nchini Algeria mwanzoni mwa mwezi wa 11. Sasa ili twende huko kwa mafanikio makubwa, twende huko tukiwa na dhamira ya kuchukua kikombe, tunahitaji tujiandae vizuri na tujiandae mapema. Kwa hiyo tarehe nne ya mwezi huu wa kumi, kesho kutwa mpaka tarehe kumi na mbili tutakuwa na kambi ya ndani, tutakuwa ndani ya jiji la Dar es Salaam. Na baada ya hapo, kuanzia tarehe kumi na mbili mpaka tarehe ishirini, JKT Queens kwa ajili ya maandalizi ya mashindano ya ligi ya mabingwa wanawake Afrika tutakwenda nje ya nchi. Tutatafuta ni nchi gani ambayo mazingira yake, hali ya hewa yake inaendana na kule yanakofanyika mashindano kwa maana ya Algeria. Kwa hiyo hili ndilo kubwa ambalo eh, JKT Queens tunatamani Watanzania wajue kwamba nini kinaendelea, nini tunafanya. Si tu Watanzania wajue ukanda huu wa Afrika Mashariki na kati wajue kwamba wawakilishi wao katika mashindano ya ligi ya mabingwa wanawake Afrika nini wanafanya nini wanatarajia kwenda kukifanya. Kwa hiyo sisi tunakwenda Algeria tukiwa na lengo moja tu la kuhakikisha tunakuwa mabingwa wa mashindano hayo, na ili tuwe mabingwa wa mashindano hayo lazima tujiandae mapema, na maandalizi yenyewe ndiyo haya, si ya kitoto, ndani ya nchi, nje ya nchi, alafu tunaelekea kwenye mashindano yenyewe. Kwa hiyo tarehe nne mpaka kumi na mbili tuko Dar es Salaam tunaendelea na kambi ya mazoezi tarehe kumi na mbili mpaka tarehe ishirini Watanzania, tutawaeleza tutakuwa nchi gani kwa ajili ya maandalizi ya kuelekea huko Algeria, kufanya kile ambacho Watanzania na ukanda huu wa Sekafa Afrika Mashariki na Kati wanakisubiria na kukitarajia kutoka kwa mabingwa hawa wa Sekafa, JKT Queens. Tulikuwa mabingwa kule, hatukubatisha na kila tulipopita katika jiji la Nairobi, kabla hata ya fainali yenyewe, watu walikuwa wanasema, ni mabingwa hao wanapita. Hata timu nyingine wote wale walioshiriki CBE ambaye ndo alikuwa bingwa mtetezi japo aliondolewa mapema, alikuwa anajua JKT Tanzania ni moto, na wakawa wanasema, hawa ndo mabingwa hao wenyewe, tulioingia nao fainali <laughs> Rayon Sports na wao walikuwa wanajua kabisa kwamba hapa walipofika ni pagumu, hawawezi kufika popote. Mwenyeji ambaye alikuwa ni Kenya Police Bullets, tulicheza nao nusu fainali, ilikuwa mechi ngumu, lakini na wao tuliingia kucheza nao wakiwa wanajua kwamba tumekutana na timu ambayo si rahisi kuitoa, si rahisi kufanikiwa. Sasa ukitazama msululu wa timu zote hizo zilizoshiriki, hao kina Yei Joint kutoka huko Sudani Kusini, wote walioshiriki hao, eh, kina uh, Kampala Queens kutoka Uganda, asilimia kubwa walikuwa wanajua JKT Queens anakwenda kuwa bingwa kutokana na ubora uliopo sasa. Tunataka tunapokwenda kule Algeria, watu hao imani yao hiyo iendelee kuwa hivyo na ikaonekane hivyo. Kwa hiyo tunajipanga tunajiandaa kwenda kuondoa aibu katika ukanda huu wa SEKAFA kwenye mashindano makubwa hayo ya Afrika. Pale tutakapokuja tumebeba ndoo, tunaingia nayo Tanzania, Afrika wanatambua JKT Queens wa Watanzania, hawa ni Watanzania watupu hatuna sijui damu sijui kutoka sijui Komoro sijui wapi sijui kama, eh, kwa wengine sijui wapi. Sisi ni Watanzania watupu wanacheza. Tunahitaji wachezaji wetu wachukuliwe kwenda kucheza katika mataifa mengine, kwenda kucheza kwenye timu zinazovuma kwenye soka la wanawake, mataifa yaliyoendelea kwenye soka hilo kwa ubora. Kwa hiyo tunajenga Watanzania, tunajenga timu ambayo italeta heshima kwa jeshi la kujenga taifa JKT, italeta heshima kwa taifa la Tanzania, na italeta heshima kubwa katika ukanda huu wa SEKAFA. Mmewekeza nguvu kubwa sana kwa JKT Queens. Ah, kila kitu, ili upate mafanikio lazima uwekeze, si tu kwamba tunawekeza kwa JKT Queens lakini huku kwingine tunakusahau. Hapana, ndio sababu nikasema tunahitaji JKT Tanzania kule ilikofika JKT Queens, na yenyewe ifike. Ndio sababu tukasema msimu huu JKT Tanzania, malengo yetu ni mawili tu. La kwanza ambalo ndilo kubwa na ndilo tunalolipigania na kuomba liwe ni kuwa mabingwa wa soka Tanzania bara, na hilo linawezekana, na ukifuatilia ukitutazama kwa yule ambaye yuko sawasawa na anajua mpira unavyochezwa ataona kabisa kwamba hawa watu hakika wana dhamira ya kuwa mabingwa wa soka Tanzania bara. Tumecheza mechi tatu. Mechi ya kwanza tumecheza kule Lake Tanganyika eh, mwisho wa reli Kigoma, dhidi ya Mashujaa United, Mashujaa FC, na tukatoka sare ya kufungana goli moja kwa moja lakini katika mchezo huo unamjua, lakini namjua, ah, sema unayemjua kwamba mchezaji au ni nani? Masau Bwire na kusema unamjua. Sasa hivi ukiniambia JKT Tanzania sasa hivi unamjua, nitakwambia Paul Peter Kasunda. Yeah, na ni huyo huyo niliyetaka kumzungumza. Paul Peter Kasunda alifunga goli dakika ya 86 kwa kichwa tena siyo kichwa cha kitoto na si kichwa cha karibu, ilikuwa mbali. Sasa hebu angalia nguvu ya kichwa, mkwaju wake unakwenda sawa na shuti alilopiga mchezaji wa kulipwa anayecheza ligi ya Tanzania mnayemwamini nyie kwa mashuti. Yeye alipiga kwa kutumia kichwa, na kipa akashindwa. Afanye nini? Akautazama tu mpira ule unakwenda wavuni. Paul Peter alikuwa mchezaji bora wa mchezo ule. Baada ya hapo tulifunga safari kutoka Kigoma, umbali wa kilometa elfu moja na mia nne, mpaka Tanga, ndani ya uwanja ule wa CCM kwa kwani walitutangulia wale, tukawa tunawasoma tu tunawasogeza sogezi, lakini dakika tisini zilitosha kutupatia ushindi wa goli moja kwa mbili katika matokeo ya jumla. Na mchezo huo, Paul Peter kama ilivyokuwa kule, aliwezesha matokeo hayo kufanyika kutokea, na pia kama alivyokuwa Paul Peter mchezaji bora kule Mashujaa, hapa ali Msengi akawa mchezaji bora. Huo ni mchezo wa pili tumecheza na michezo yote hiyo tumetoa mchezaji bora. Pengine wanaweza wakasema umekutana na Mashujaa bwana, ni wa kawaida tu, umekutana na Costo bwana, ni wa kawaida tu. Tukaja Meja Jenerali Samuel, mechi ya nyumbani, mechi ya awali ya nyumbani majira ya usiku. <laughs> taa zikiwaka kwa mara ya kwanza, taa zenye mwanga ulio na mwanga eh? mwanga ulio na mwanga, hakuna kigiza, hakuna kivuli, sindano kidondosha inaonekana, mpira unaonekana kwa mbali zaidi ya mchana unavyoonekana. Watu wakacheza mpira pale na Azam FC timu ambayo imesheheni mapro na si tu mapro wa kawaida, wenye uwezo wa kucheza mpira. Benchi la ufundi ukilitazama la Azam FC walioko pale, ndio hawa akina Ibenge ambao wamejiletea heshima kubwa katika soka la Afrika, lakini anakutana na kijana mdogo Mtanzania Ahmed Ali kumuonesha kwamba Watanzania tupo wenye uwezo tupo tunaojua kufundisha mpira. Kocha wa boli kocha wa boli Ahmedi Ali Ahmadi Ali kwa sasa hivi kwa hapa Tanzania ukijumuisha na hao wanaotoka katika mataifa ya nje huko, hao kinaibenga hao mm -hmm, hawampati kwa ubora. Makocha wote ambao wako ligi kuu, yani ukijumlisha ukiwakusanya uki ukawaweka hapo na Ahmadi Ali tukafuata tu haki bini haki, kwamba hebu tuone ubora wa hawa watu namna wanavyoijenga timu na aina ya wachezaji walionao na uwezo wa kuwajenga na kuwapa mbinu na maarifa ya kupata ushindi. Ahmad Ali bado ni bora kuliko hao wengine, na ndio sababu unaona e, Ibenge katika mchezo wake dhidi yetu amepata shida sana sana na ninashukuru kwamba wao walikiri kabisa kwamba wamezidiwa, wamezidiwa uwezo, wamezidiwa mbinu, wamezidiwa kila kitu na JKT Tanzania. Unajua, kuna, kuna baadhi ya wachezaji pale mimi tunafahamiana Azam FC, pale Azam FC mchezaji anakuja anasema eh, ubavu nauma bwana, kazi haikuwa ndogo. <laughs> Mbavu. Mbavu zinauma, muziki waliokutana nao haukuwa wa kawaida. Mwingine anatoka huko anasema misuli ya mapaja yote hii haifai, ulikuwa mtifuano wa hali ya juu. JKT hakika, mmejua kutuchezesha <laughs> chele, leo wachezaji wanasema, wachezaji wanasema. Lakini nishukuru pia hata viongozi wapo ambao walifika wakasema kabisa kwamba hakika kwa ubora mmetuzidi, hamkustahili kupoteza huu mchezo, lakini ndio soka. Lakini tuwapongeze kwamba mna timu nzuri, mna timu bora, na leo mmekuwa bora kuliko Azam. Watu waliona, Watanzania waliona, kama haya ninayoyaongea ni ya kujipa sifa kuvuta ngozi <laughs> wakati upande wangu wakati tukiwamba ngoma aa, basi Watanzania watanikosoa wata, wata, wata wa katika hilo. Lakini kwa hakika JKT Tanzania ya msimu huu ni tofauti. Sasa katika hiyo mechi iliyosheheni wachezaji wenye vipaji na uwezo mkubwa, bado tukatoa mchezaji bora Paul Peter kwa mara nyingine anakuwa mchezaji bora, alikuwa mchezaji bora dhidi ya Mashujaa, amekuja kuwa mchezaji bora dhidi ya Azam FC. Sasa huyo si mchezo, hiyo timu si ya mchezo, ni timu ambayo iko kwenye ubora. Hatubahatishi tunapocheza kwayo. Kwa hiyo ninapokuambia kwamba dhamira na malengo yetu msimu huu, lengo letu la kwanza kabisa ni kuwa mabingwa wa soka Tanzania Bara, hilo ni la kwanza. Kama tumefeli basi, tuwe miongoni mwa timu nne bora za juu zenye uwakilishi katika mashindano ya kimataifa. Hayo malengo mawili tunayasimamia kuhakikisha kwamba mojawapo kati ya hilo la kwanza kabisa likiwa ni ubingwa tunalifikia.